Choi, kijana mwenye matumaini, anaenda kwenye mahojiano katika kampuni kubwa. Njiani, anawasiliana na mchumba wake, ambaye anamtakia bahati njema. Ghafla, mtu anampita kwa kasi na anakimbilia barabarani anagogwa na gari, na karibu chini ya miguu ya Choi. Choi anajaribu kumsaidia, lakini mtu huyo anafa mikononi mwake. Jambo hili linamshtua sana hata kushindwa kujibu maswali rahisi wakati wa mahojiano, na hatimaye anakataliwa. Anatumia miaka saba ijayo kutafuta kazi, akifanya kazi kama mfanyakazi, mhudumu, na dereva wa teksi ili kulipa deni lake huku marafiki zake wakipata uzoefu na kuwa na familia. Anatuma maelfu ya maombi, anaenda kwenye mahojiano, na anamini atapata kazi nzuri. Lakini wakati unapita, na hakuna kinachobadilika. Siku moja, anaenda kwenye mahojiano katika kampuni ileile aliyokwenda miaka saba iliyopita. Baada ya kusoma CV yake meneja anabaini ustahimilivu wake na vyeti mbalimbali alivyopata. Choi anaondoka na matumaini, lakini baadaye anagundua kuwa uwekezaji wake umeshindwa kabisa. Kwa hasira, anaenda kwa mwekezaji na kuvunja milango yake. Majirani wanapiga simu polisi, lakini wamechelewa. Choi alimpa pesa zake kwa mtu aliyemdanganya. Akiwa na huzuni, anatembelea nyumba ya mchumba wake na kumwona akipeperushwa na mtu mwenye gari la kifahari anamgundua Choi na kumwokoya pesa kwa sasa. Choi anamwambia mchumba wake ya msahau kwamba hapaswi kumfunga maisha yake na mtu aliyeshindwa. Anaenda nyumbani na kupata mali zake za zimewekwa nje, kwamba mwenye nyumba amemfukuza kwa kutolipa kodi. Asubuhi anapokea ujumbe wa kukataliwa kazi hiyo ya kampuni, hii inamfanya akate tamaa kabisa. Anapanda juu ya jengo na kukumbuka kuwa maisha yake yalialibika siku ile mtu alipofariki mikononi mwake. Choi haogopi anachukua hatua na kujirusha gorofani, lakini kwenye ukingo simu yake inaonyesha jina la mama yake. Choi anapata fahamu na kujikuta yupo kwenye ndege. Uso usiojulikana unaonekana kwenye skrini. Ghafla, msichana anamtokea akisoma barua yake ya mwisho, anamtangazia kuwa amekufa, lakini hakubaliani kwamba kifo ni njia ya kumaliza maumivu. Anampeleka Choi mahali ambapo atamwonyesha mateso halisi. Wanajikuta kwenye mnara mrefu na sauti za kilio kutoka chini msichana huyo ni mungu wa kifo na anampa adhabu kwa kujiua kabla ya wakati wake. Anamrushia Choi chini na anaanguka kwenye kundi la viumbe vya kutisha kwenye bahari ya damu. Anapiga mayowe, anajitetea, na mara anarudi kwenye ndege. Anakutana na mungu wa kifo tena. Choi anaambiwa adhabu yake, anapaswa kufa mara kumi na mbili katika miili ya watu tofauti. Ikiwa anataka kuepuka kuzimu anapaswa kujaribu kuishi katika angalau moja ya maisha hayo. Choi anajaribu kukataa, lakini mungu wa kifo anapotea. Injini ya ndege inaanza kutikisika na Choi anaweka koti la kuokoa uhai licha ya mhudumu kumweleza kuwa ni mawimbi tu. Baadaye anajikuta katika mwili wa mwana wa pili wa mwenye kampuni aliyetaka kufanya kazi. Anafurahi kuwa anaweza kuendelea na maisha yake kwa utajiri huu, lakini ghafla ndege inaanguka na anafariki. Anazaliwa upya katika nafasi nyeusi akikabili mlango wa kuzimu. Mungu wa kifo anamwambia kuwa kila kifo kitampeleka kwenye mwili mwingine na jiwe la mwanga litampa kumbukumbu na ujuzi wa mtu huyo. Choi haelewi kanuni za mchezo huu. Je, atawezaje kuishi ikiwa vifo vyote ni vya kudumu? Lakini Mungu wa kifo anasema ni shida yake. Sasa Choi anaona anga lenye moto na kilio na analia kwa kutojua kosa lake. Mungu wa kifo anamwambia kwamba alifikia kifo kabla hajaandaliwa, lakini ana nafasi ya kuepuka kuzimu. Anampiga risasi, na Choi anajikuta akiruka kwa mwili wa mwanariadha wa Ektrimo. Anajaribu kuruka bila parashuti kwenye wavu maalum kwa ajili ya pesa nyingi, lakini anaanguka na kufa. Anarudi kwenye mlango wa kuzimu, akilalamika kwamba hakuwa na nafasi ya kuishi. Anaanza kumweleza Mungu wa kifo juu ya maisha yake magumu, lakini Mungu wa kifo anamdhihaki na kumpiga risasi kichwani. Choi anazaliwa tena katika mwili wa kijana shuleni. Anagundua kuwa ananyanyaswa na kiongozi wa darasa na alikuwa karibu kujiwa. Anamshambulia kiongozi huyo kwa kiti, lakini wenzake wanamokoa. Anapanga njia ya kumshinda kwa kumvutia mwenye nguvu zaidi shuleni. Anamwambia mwenye nguvu asimsingizie na baadaye anamwaga tambi kichwani mwa kiongozi wa darasa mbele ya wanafunzi wote. Wenzake wanacheka na kiongozi wa zamani anajaribu kumshambulia, lakini mwenye nguvu anamsimamisha. Nguvu ya kiongozi wa darasa imekwisha. Choi anaanza kukimbia ili kuwa na nguvu zaidi, lakini siku moja usiku kiongozi wa zamani anamshambulia na kumua kwa jiwe. Anarudi kwenye mlango wa kuzimu na kumpigwa risasi tena. Anajikuta kwenye mwili wa muuaji wa wahalifu. Alimpenda msichana wa bosi, akamsaidia kukimbia na kutoa pesa, lakini bosi anamkamata na kumtia mateso. Choi anajikomboa na kuwashinda wahalifu. Anaamua kutafuta pesa alizoziba na kuanzisha maisha mapya anafanikiwa kuzipata, lakini msichana anampiga risasi baada ya kumwambia eneo la pesa. Anarudi kwenye mlango wa kuzimu, lakini anajivunia kwamba hakusema eneo halisi la pesa. Anataka kuzipata katika uhai ujao. Anazaliwa tena katika mwili wa mwanamieleka aliyekuwa ndani ya jela. Anamkumbuka kiongozi wa darasa aliyekuwa muuaji na kumshambulia, wenzake wanamvuta na jiwe la mwanga linamfunulia kuhusu mwili huu mpya. Alikuwa mwanamieleka mwenye ndoto ya kuwa mwanamieleka wa MMA, lakini mama yake aliingia deni naye alikubali kufanya kosa kwa pesa. Alipata hukumu ya miaka miwili jela kwa kukimbia na kumwangusha mtu wakati wa kesi, mtu alikufa na hukumu ikawa halisi. Mwakili wa mtuhumiwa halisi alikuja kwake na kijana alitishia kumfichua na kuomba pesa zaidi. Sasa Choi anajaribu kumfanya kiongozi wa darasa akiri kuwa si muuaji wa kutisha bali ni kijana mwenye huruma. Walei wanamchapa kwa uzushi. Wakati wa kazi kwenye warsha, ajali hutokea na wahalifu wengine wanamshambulia Choi, lakini yeye anawashinda. Usiku anamwogopesha kiongozi wa darasa kwa kumwambia kuwa mtu aliyemua anamsimama nyuma yake. Kiongozi wa darasa anapata mshuko wa akili. Siku ya kutoka jela, Choi anakutana na mwakili wa mtuhumiwa halisi ambaye anamletea pesa zaidi. Anamkataa akisema anataka kuishi kwa uaminifu. Baadaye anaenda kwenye bandari na kupata pesa alizoziweka katika uhai uliopita Anazichukua na kuanza kupanga maisha yake. Anamwona mama yake kwenye ndoto na kupigwa na simu kutoka kwa mama wa mwili huu mpya, anaahidi kumtembelea. Anagawanya pesa katika sehemu mbili, akimpa mama yake sehemu moja na kuhifadhi nyingine kwenye chumba cha uhifadhi. Anaenda kwenye eneo alilokuwa na kushambuliwa na mtu mwenye kisu. Mtu huyo anamkumbusha kuwa alimwangusha binti yake na gari. Choi anamsamehe na kumwambia kwamba mtu mwingine ndiye aliyefanya hivyo na yeye alikubali kulaumiwa kwa pesa Mtu anashangaa na kuondoka, lakini rafiki yake wa jela anamfuatia na kumwambia kuwa alikwenda jela kwa kusudi la kumua na sasa amempata kwa sababu kuna malipo kwa kichwa chake. Anamchoma Choi ambaye anafariki akiwa na majuto ya pesa. Simu inaita na jina la mama yake linaonekana. Choi anarudi kwenye mlango wa kuzimu akiwa analia kwa kukumbuka mama yake. Mungu wa kifo anamshtaki kwa kushindwa tena na Choi anamwomba ampige risasi. Katika uhai ujao, anajikuta karibu na stesheni ya treni. Anaendesha kwenye chumba cha uhifadhi na kutoa begi lenye pesa kwa wakati wa mwisho. Anaona picha ya kijana kwenye bango na jiwe la mwanga linamfunulia kuwa kijana huyo ni mwanamitindo. Anaenda nyumbani na kustaajabu kuona fanicha za gharama kubwa. Rafiki yake anamkumbusha kuhusu sherehe na Choi anaenda, anagundua kuwa hawezi kunywa pombe kwa urahisi na analewa haraka. Anamuona mkurugenzi wa kampuni aliyewahi kufanya mahojiano na na anajaribu kumjulia, lakini anajawa na raha. Anaamshwa asubuhi na kaka yake, anaamka na kugundua kuwa wana mgahawa pamoja na anatakiwa kufanya kazi kama mhudumu. Ghafla mchumba wake kutoka uhai uliopita Jisoo anaingia. Choi anashangaa na kukumbuka jinsi walivyokutana na jinsi alivyomuomba achane naye kwa sababu alijiona hana thamani. Sasa wanakutana tena. Kaka yake anamwambia kuwa Jisoo ni mwandishi mashuhuri. Choi anatafuta kitabu chake na kugundua kuwa kilikuwa kuhusu uhusiano wao. Anakumbuka jinsi alivyo mahiri kwa kumwambia atampa kalamu baada ya kitabu chake kuchapishwa. Ananunua kalamu hiyo siri, lakini haikuwahi kumpa. Sasa anamuona mtu aliyempeleka nyumbani siku ile, lakini yuko na familia yake na kumwita Jisoo dada yake. Choi anatambua makosa yake. Siku iliyofuata anamkutana na Jisoo na kumweleza wazo la kitabu kipya anasimulia hadithi ya mtu anayekumbana na vifo mbalimbali Jiso anashangaa kwa uhalisi wa simulizi yake, anamwomba sahihi, na anaona kalamu ile ile mkononi mwa Jiso ambayo mama ya Choi ndiye aliyempa. Kutoka siku hiyo wanakutana kila siku na Choi anamweleza kile shujaa wake anapitia. Jiso anashangaa kwa uhalisi wa kila kitu, kana kwamba ni mtu halisi. Siku moja anampa Jiso mwavuli mwekundu kwa sababu mvua inanyesha anarudi kwenye mgahawa ambapo mhudumu anavunja glasi na kumsaidia kusafisha akijikata mkono. Alamu za polisi zinasikika na wasichana wanaozungumza kuhusu ajali. Choi anaenda eneo la ajali na kuona mwavuli uliovunjika, anapiga kelele akimwona Jiso akiwa kando ya barabara. Jisoo anayaona yale yote, baadaye anakaa na kumsaidia kufunga kidole. Anaelewa kuwa Choi alikuwa na wasiwasi kwa mtu muhimu kwake kama alivyofanya wakati alipopoteza mpenzi wake kwa maagano anasema haitarudi tena kwa sababu simulizi zake zilimkumbusha kuhusu hasara yake. Baadaye anaenda makaburini kwa Choi na kulia mbele ya picha yake. Choi anatazama hii kwa mbali. Baada ya Jisoo kuondoka, anamwona mama yake akiwa amefika kwenye kaburi la Choi, anamsikia akilia, naye analia kwa majuto. Anaandika barua kwa mama ya Choi kwa niaba ya rafiki yake na kuweka ndani ya begi lenye pesa. Anampa mama huyo begi siku iliyofuata anakutana na Jisoo na kumweleza mwendelezo wa hadithi yake. Jisoo anapendezwa na anamruhusu kumpeleka nyumbani. Njiani anatumaini hadithi itakuwa na mwisho mzuri, kwa sababu anamhurumia mhusika mkuu Choi. Anakumbuka jinsi alivyomjulisha kwa wafanyakazi wake bila aibu, kwani alimtazama kwa bidii na uzuri. Jisoo alikuwa muhimu kwake, lakini hakuwahi kumwambia hivyo. Sasa anataka kumsamehe kwa kutolewa vizuri na kumwambia kuwa atampenda milele anajilaumu kwa kutotambua kuwa kuna watu walio karibu naye wangeweza kumhuzunika na kufurahi pamoja naye. Anaelewa kuwa hawezi kubadilisha yaliyopita, lakini yote aliyomweleza Jisoo yalitokea kwake. Alifikia mwili huu kwa mapenzi ya Mungu wa kifo na anajiita kwa jina lake halisi Choi. Ghafla gari linawagonga. Kwa macho yanayofifia anaona mkurugenzi wa kampuni hiyo akitoka kwenye gari akiwa na hasira kwa bampa lililovunjika anakumbuka kuwa katika maisha yake alikutana na mtu huyo mara nyingi. Ndiye aliyesababisha ajali ya ndege kumua kaka yake kwa njia hiyo na pia kumwangusha binti wa mtu mmoja. Sasa anamuua Choi kwa utulivu. Baadaye polisi na madaktari wanachukua mwili wa Choi. Anakuja kwa fahamu kwenye mlango wa kuzimu na kuahidi kumwangamiza huyo mhalifu, kisha anachukua bunduki na kumpiga risasi Mungu wa kifo. Filamu hii ina wazo zuri, maonyesho ya kipekee na maana ya kina. Kwa mujibu wa wakosoaji wengi wa filamu, hii imekuwa na mafanikio makubwa katika sinema ya Korea. Asanteni kwa kuwa nasi Mastori 24, jiunge na grupu letu la wasapu kwa maoni na kujua movie inayofuata, pamoja na kushauri ni ipi uipendayo, usisahau kusubscribe, komenti, share na laiki. Endelea kuwa nasi wakati wote tunawapendeni.